Uwengeneko kaunti ya Bungoma ilitumia shilingi milioni 3.6 kuwasha taa ya mti wa Krismasi. Haya yamefichuliwa mbele ya maseneta wa kamati ya uhasibu ambao sasa wanataka tume ya kupambana na ufisadi kuwakamata waliohusika na kashfa hiyo. Aidha, gavana wa kaunti hiyo Ken Lusaka pia alikabiliwa na maswali kuhusu ujenzi wa uwanja wa Masinde Muliro, ambao umekwama licha ya muda wa kukamilika kupita. Huyu hapa Emmanuel Toro. Service management, administration and ICT. Kaunti ya Bungoma imegonga vichwa vya habari tena. Dated February 2023. Jumatatu, kamati ya Seneti ya uhasibu wa serikali za kaunti ikiweka kaunti hiyo kikaangoni kuhusu bajeti ya zaidi ya shilingi milioni tatu ya kuwasha taa ya mti wa Krismasi mwaka 2019. Using 3.6 million for Christmas tree celebration in September and the money remains unaccounted for. You You see, see that's a worst thing. You will see that that impress is being taken on the 9th of September. A whole three months before Christmas. Maseneta wakisalia vinywa wazi kuhusu jinsi ubadhirifu huo ulivyofanyika So so like gavana wa kaunti hiyo Ken Lusaka akijitetea akisema ni mweupe kama pamba na kwamba mtangulizi wake abebe msalaba wake mwenyewe. Just for the record because I know

Maseneta hao sasa wakitaka hatua kali kuchukuliwa dhidi ya waliotajwa kwenye uporaji huo. This is a matter that is unethical. This is a matter that must be escalated to the Ethics and Anti-Corruption Commission. I know they are around and uh, this is a matter that we must mark to them because it cannot be Kamati hiyo pia iliibua maswali kuhusu ujenzi wa uga wa Masinde Muliro kule Bungoma ambao haujakamilika licha ya kaunti hiyo kulipa takriban shilingi bilioni moja. Emmanuel, to runinga ya Citizen, Nairobi.